Ramadhani kapu ni ukosefu wa adabu, ni ukosefu wa adabu. Maanake hawa ramadhani kapu wakitoka kwenye ramadhani kapu, watakwenda Ijumaa kapu, watakwenda masahaba kapu hao wa. watakwenda adhuhuri kapu, watakwenda watakwenda, watakwenda, watakwenda mwisho. Hebu kweni na adabu na dini ya Mwenyezi Mungu, na wote wanaoyafanya hawa ni kuambia ni Waislamu, naomba mnichukie mpaka kiama. Yanayofanywa haya ni Waislamu watu kama nilivyosema, kuna wengine huwa hawafungi wanakula mchana ili usiku waingie, akiwa na afya nzuri anakula mchana. Hata ibilisi hajawahi kufanya sema, ah, Mungu mi nimekuasi, lakini huyu ah, amechukua division 1.7 katika kuasi. Tumuombe, tumwombe Mwenyezi Mungu salama. Najua ujumbe huu utawafikia. Naomba nyie watu wa media, warusheni hao Ramadan Cup. Watanijua mimi Rusaganya ndio nimeongea, lakini nawaambia ukweli. Naomba wanichukie mpaka kiama. Ramadan Cup ni ukosefu wa wa adabu, ni ukosefu wa adabu wanaacha tena. Siku hizi kuna mabinti nao wanakwenda kuwashangilia, na akichukuliwa mchezaji mmoja katika timu hizi mbili za hapa Tanzania, analipwa milioni moja, milioni moja analipwa Ramadhani Cup. Jamani, nyinyi watu wa Ramadhani Cup Dar es Salaam, hebu kueni na adabu, muogopeni Mungu, mnapoteza hela. Wanaanza kusema kwani wewe unasaganya hela yako? Hiyo sio hela yangu, lakini kama uyaamini kwamba hiyo anayosema sio sahihi, subiri ufe, utasema ya laitani, na hutarudi maanake kabali ya kaburini ile kabali umeshasikia, mtu akiingia kaburi na anafanya nini? Ukishapigwa kabali kaburini, hamna kutoka, na unaona kila kitu kwenye screen. Sasa wenzetu walioko hapa haya makaburi ya Mwenye Mkuu, wallahi, wanasikia, wanasikia kila kitu, na hizi adhana wanasikia, wanatamani warudi, Allah hayuko tayari. Na kuna wengine hapo Mwenye Mkuu kwenye makaburi na makaburi mengine duniani, neema walizopata kwa mema walioyafanya wakiwa hai, wanatamani warudi waongeze, haiwezekani. wanakula bata huko. Sasa kuna watu wamezikwa ni vijana, watoto wadogo, wa mpaka sasa mvi zimejaa kichwani, maanake kila siku anachukua mkongoto, kuanzia asubuhi mkongoto, alfajiri mkongoto, adhuhuri mkongoto, alasiri mkongoto, magharibi mkongoto, ishai mkongoto, ijumaa mkongoto. Wanasema Sheikh Rusaganya ako acha kututisha. Sikutishi bwanangu, huyaamini haya? Subiri ufe mwanangu, naomba maindi mpaka mkauke, lakini ukweli wa kuwachapa bakora ni sisi tena nnakupiga kwenye mshono, umetoka theater sasa hivi chana live mwanangu, siku chani ninakutoboa. Lazima tuambiane, ni sisi. Haya maneno ninayasema mimi Rusaganya, nasema mimi Rusaganya. Je, uliwaambia? Nitaambia, niliwaambia. Walikuwa jeuri, waliniona kama mimi nataka kuomba hela.